Mtazamaji wa Tausi wa nishati safi, bado tupo katika eneo hili la mlima wa Uluguru katika maporomoko haya ya maji kubwa. Tumekwambia kwamba tunakuletea habari tofauti tofauti kuhusiana na namna ambavyo mazingira yalivyo, utunzaji wake na namna ambavyo uhalisia wa hiki ambacho tunakiona tukiwa bado tupo katika eneo hili. Katika tembea tembea zetu, nikakutana na ndugu yangu hapa ambayo ukimtazama basi kuna vitu vingi sana utakuwa unakumbuka kutoka kwake. Mwisho Mwampamba wa watoto wa mwaka 2000 mnamkumbuka? Mwisho.

Karibuni sana, asante As sana, za siku nyingi za miaka tele. Safi, tupo yeah. e, na Morogoro yetu, unajua watu wa Morogoro tuna sifa, tunapenda mkoa wetu yeah. yeah, kwa hiyo tupo, ndio mazingira kama haya, ndio maana tunajivunia okay. e. Tumkumbushe kidogo mtazamaji ambaye anatutazama wakati huu kupitia Tausi wa nishati safi, akisikia Mwisho Mwampamba, mpitishe kidogo tu <laughs> ah, unajua kumbukumbu zinatofautiana yeah. Kuna baadhi ya watu Morogoro inafahamika miaka mingi eh, lakini of course, kuna watu wengi walinijua kwenye shindano la Big Brother, lakini sio the best kitu ambacho mimi nakumbuka katika maisha yangu. Sioni kama ile ndio ilikuwa ndio labda tuseme, milestone ni mojawapo, ndio ilifanya nikajulikana kwa nje ya nchi. Mi nadhani zaidi kwamba nikaweza kutembea nje ya nchi nikaweza kushika katika mambo kama mambo ya mazingira mambo ya voluntary eh, kupima VVU eh, kuhamasisha watu um, kwenda kuhamasisha utalii. Kwa hiyo of course, ilikuwa ni jambo jema kwangu, baada ya ile mambo yalitokea, baada umeona, kufahamiana na watu mbalimbali viongozi mbalimbali mbali, ndani ya nchi. Lakini kuna vitu vingi tumefanya. Mimi mwenyewe binafsi, uh, nimefanya utangazaji, mimi ndo nilipenda sana, japo nimejafanya mwishoni miaka elfu mbili kumi na mbili siku kumi na tatu around there ntchenifri mm-hmm, ambacho nilikuwa na kipindi changu kinahusiana na mambo ya wanaume wanafanya nini katika muda wa kurelax, muda wa kazi, muda wa michezo. Kwa hiyo kinalenga kwa kama ile dadas, lakini wanaume let's say, unajua. Kwa hiyo, I, I, I, I like that, nimeshika lakini pia modeling nimefanya vitu vingi kwa kweli, lakini nashukuru Mungu kwamba niko hai uh, lakini mimi sio mtu sana wa social media. Unajua, si enzi zetu kwa magazeti, kwa amna Instagram amna Wae Shigongo mzee, kama unaangalia Ijumaa nime nimelambwa nini, kitu gani umeongea. Unajua, now you can, uh, be your own, unaweza um, ukatangaza vitu vyako wewe mwenyewe, sio mpaka watu wakuzungumzie. Kwa hiyo ni fursa uh, kwa hiyo wengi watumia kuna biashara mimi binafsi maisha yangu binafsi sio mtu wa kutumia sana social media. Hata una biashara ni kama kwangu ni vigeni japo ni muhimu. Uh, lakini kwa mfano sasa hivi kwa una biashara yako ni bora umchukue kijana eji yenu umwajiri. Mwambie bwana, mimi nataka upromote bidhaa yangu hii au kitu hichi. Uh, lakini upande wa dance kwa ndada, nishakuwa na studio. Kwa so, kazi nyingine nifanya mwenyewe podcast zingine nimeshikiza kwa mambo ya mazingira. Yaani nafahamu naiteje hizi NGO nyingi sana beach cleanups nimefanya sana, mazingira mambo ya kupanda miti nimefanya sana mi mwenyewe na kampeni yangu stuka mazingira ni uhai. Kwa uh, kwa hiyo saa hivi nbezi Morogoro, na ni mazingira, ni nyumbani. Na nilipo hapa ni mazingira, niko nyumbani kabisa na nilipo hapa, tumekutana hapa na mtazamaji wetu anatakiwa afahamu mazingira tuliyoko sisi, tumefika kwa ajili ya kumpatia elimu namna gani mmefanikiwa kutunza historia ya mlima huu ya wa Uluguru na maporomoko ya maji bado yako, tunaona yako vizuri. Tupatie siri moja kubwa, nini mmeweza kukaa kwa muda wote mkiwa na ubora huu huu? Ah, changamoto zipo hmm, lakini kwanza tuanze na wananchi wenyewe, kwa sababu hizi ni mali za wananchi. Kwa hiyo hatuwezi tukasema tumetunza kama sio wao wenyewe, wanaishi humu pia kushiriki Ah, uh, kwa hiyo kuna kipindi tunasema, miaka ya nyuma watu walikuwa wachache zaidi, sasa hivi watu wanaongezeka, sasa hivi watu wanatumia bodaboda, kwa hiyo ile up and down imekuwa nyingi zaidi. Mfano, kama mtu anataka ibe mbao, ni rahisi zaidi kushuka nazo na bodaboda, lakini maendeleo yanakuja na, na changamoto zake za kilimo, uh, kama kilimo cha strawberry, kilimo cha umwagiliaji, lakini all in all, wananchi naomba kwanza tuseme haya. ha, ha, ha, mazingira hayangesipo kuwepo bila wananchi, kwa hiyo japo wengine wanaharibu lakini wengi wao wanapenda mazingira yao, wanatunza. Hata ukiangalia upande wa Morogoro watu wa garden mpaka nje ya Morogoro ni Waruguru. Waruguru bwana, mimea wako vizuri, wanapenda wana, wanajua miti mingi, wanajua miti ya dawa, wanajua miti ya matunda. Kwa hiyo naomba sifa kwanza wananchi wenyewe wa maeneo haya wameweza kutunza, hatimaye hadi na sisi watu ambao tumetoka kidogo Morogoro chini kwenda na wapi, tumevutiwa. E, na sasa hivi wageni wanakuja wengi. Kwa hiyo ageni ni kwamba kuna vyombo kama taasisi kama Wami Bonde Ruvu, wao pia wanahusika kutunza, kukaa na wananchi, kuendesha program kuwasaidia wananchi labda miche na nini, wananchi waongeze kutunza. Kuna makundi kama nyinyi, sasa hivi mnakuja, tunafurahi kwamba mmekuja, tumekutana kwamba na nyinyi pia mmekuja Morogoro, mnapapenda Morogoro, na mmeona kwamba na nyinyi mje muchangie kadi ya kutunzaji wa mazingira na kuchagua Morogoro. Kuna milima mingi sana e, Tanzania lakini kwa nyinyi kuja pia kuona Morogoro, na mimi nafurahi, wananchi nadhani watafurahi. Kwa hiyo mtapokelewa, mukae na wananchi, muone na nyinyi mnaweza mkaja kipi kigeni. Sasa hivi kuna hesjara imeleta changamoto ya utalii ni jambo jema sana, lakini pia mnajua kwamba na taka zinaongezeka kwa sababu watu wanakuja wanakuja na wanahitaji kutumia bidhaa. Bidhaa nyingi zinafungwa vifungashio vya plastiki, kwao obviously ni changamoto. Watu hawajazoea kutaka wazipeleke, hamna mtu atayepita hapa takataka, haina, haina maslahi sana sana, watu atachoma. Kwa hiyo tunahitaji ipungue hiyo. Kwa upande wa kuni bwana, watu wamejitahidi sana kuni, kwa sababu ukienda juu hapa kuna mstari, ukienda juu zaidi ni milima i mean, ni conservation area eneo la msitu wa hifadhi hawa hawaendi hawa ku, kuharibu msitu. Watu wanaenda sasa hivi kwenye mkaa, lakini upande wa nishati safi kuna mkaa mweupe, kuna gesi. Kuna kipindi wengine walikuwa na miradi ya majiko banifu, sijajua wameendelea nao vipi. Lengo lilikuwa kupunguza ile amount ya kuni. Kwa hiyo kama tutapata mambo kama gesi, sasa hivi kama unavyoona usafiri upo, watu wamejenga nyumba nzuri tu, kwa maana hiyo fedha ipo, ila labda tu Eh, rai yangu labda kama ni swala la gesi, labda zije karibu zaidi, kwa sababu gharama kumtuma bodaboda chini mpaka hapa ni gharama, lakini kama watafungua, wataleta karibu zaidi basi, na maana ita, ita, itafanya wakinamama, nadhani gesi kama 23 23 24, ila ukianza ndo naaza na 45 siyo ngapi, lakini pia nasikia mama pia na mradi wake wa kusaidia wakinamama apate vifaa vya kwanzia, na nyinyi pia. Kwa hiyo tutafurahi sana na tutakaribisha sana matumizi ya gesi, kwa sababu unatumia kidogo zaidi, lakini unawasha dakika moja, unafanya shughuli yako nazima. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika masuala hayo, tujumuika ni mambo. Tukianza mambo mazingira tutaongea sana, lakini kama nilivyosema, wenyewe wanatunza mazingira yao, wanapokea wageni, wanapokea mawazo mbadala, wanatukae wote kama hivyo. Sasa hivi wanataka kupanda miti ya karafuu miti ya iliki miti ya dalasini, ambao watapata, inatunza mazingira lakini inapata pia e, pesa kwa hiyo, yes tunakaribisha. Mwisho yeye ni mtu mwenye ushawishi lakini pia ni balozi mzuri sana wa mazingira. Mimi nilipofika kwa mara ya kwanza, tulipokutana na hii habari ya kwamba gesi huku kupata kwake ni ngumu, mpaka uende mjini, sijui kwa sababu napenda sana hela, nikaona hapa pana fursa. Ujatizama ukaona kuna fursa ya kusogeza hii huduma karibu hapa. Ni kweli ni fursa. Tena hata leo nimeona mtu kabeba mtungi anaelekea nao huku na anaenda nao na mbali tu. Kwa hiyo ni fursa, ninategemea na hulka yako. Mi mwenyewe pale chini na ofisi yangu Kireka na training center eh, kwa ajili ya mimi, na mke wangu anapenda kusaidia vikundi vya kina mama na youth and women kwenye kujiongeza kwenye ujasiriamali, hasa kwenye kazi za mkono, yaani hizi vyungu, mikeka, kazi yoyote ya mkono, lakini pia kushona. Lakini pale pale na mimi nimeweka kuna duka pia kuuza vifaa hivi sasa. Ukija tuseme labda na mimi niuze gesi, siwezi nikafanya kila biashara mimi. Mimi kama ulivyosema ni zaidi mhamasishaji. Hivi sasa hivi tumeshirikiana sana na wame bonde Ruvu. Nashukuru kwamba wao uh, wako tayari sana kufanya kazi sio na wananchi hapa tu, lakini wote tunaipenda milima. Kwa hiyo naenda nao juzi, tumepanda miti hapa na ya karafuu na mkuu wa wilaya na wame bonde ruvu na nemki walikuja kwa hiyo mimi kama mwamishaji uh, nataka nikae nao wote taasisi za serikali na zisizo serikali ili tuendeleze milima yetu hasa kwenye utalii. Mimi binafsi naanza kuunda sasa hivi kambi yangu hasa kupanda miti hiyo ya karafuu ya iliki ya karafu ya ya abdalasini ya vitu kama hivyo vanila, kwa sababu ya kutunza lakini kufanya kama training center watu waone ile faida mtu anaweza kupata, tuwafundishe, lakini rai kubwa nataka kuwafundisha utalii. mm -hmm. Ukiangalia sasa hivi waongoza watalii sio wa Morogoro, wanatoka Zanzibar. Mtu anatoka Zanzibar, namleta mtu mpaka achoma hapa, watu wa e, wachoma wapo apa. Ni mauliza hata leo vipi, kwa sababu tatizo lugha. Nikamwambia bwana, lugha sio kigezo, hata wale wa lugha hawajui sana, lakini Watu tunaenda China kule, mtu hajui Kiingereza hajui Kiswahili, na tunafanya tunafanya biashara tunawekeza kwenye simu. Kwa hiyo ni ku, tunasema ujasiri wa kuamua uoga ule, lakini cha msingi ni training. Kwa hiyo mimi natamani sana kufanya training na wao kwanza kwenye cultural tourism, kwa sababu watu wanafikiri labda wakija hapa choma oke okay, choma umekuja, wamepiga picha kwenye, ni mazuri mazingira, lakini baada ya hapo ni wapi ukae utulie ufahamu sasa nini kinaendelea. Kwa hiyo, kuna ile culture ya tourism. Kwanza katembelea watu wako na nyumba ya asili, wakaona shughuli za asili za kutwanga, kuna vinu pale, kuna utenzaji wa udongo ule unaenda da, unaenda Zanzibar udongo, nasema jawazito ile yenye chuma, kuna vyungu wanatengeneza, kuna kuna shughuli za, za, sasa hivi watu unajua, tusiangalie rangi sasa hivi sasa hivi mtu wowote, Tanzania, kijana wowote Tanzania ukimuuliza kijana wa miaka 15 miaka 20 hajawahi kuchinja kuku hajawahi kufuga mfugo aina yoyote, tusio kwamba watu wazungu no. Sasa hivi utalii na, wa ndani sasa hivi watoto watotonaeta watoto wa basi wanapelekwa na basi wanarudi na basi, kwa hiyo hata wao wanafaa waje wa, wa, waone mazingira asili vijijini. Sasa hivi ku, ku, niseme kunaharibika sijui au sio neno sahihi. Sasa hivi pikipiki zipo, umeme upo, tunakosa yale mazingira ya kiasili. Kwa hiyo kuna mambo ya ufugaji, wakija wajifunze. Kwa hiyo kuna fursa nyingi sana. E, tuendeleze kwamba utalii ni kkuna kuna agrits kilimo kama hivyo tunavyofanya tourism, mtu analipa. mimwee Dodoma nimefanya shamba darasa, mtu anakuja naanza naye kwene nessari pale, unaanza bwana kuna, kuna Kiswahili na kizungu, tuseme ya kiwestern, unachoma udongo ili uwe wale wadudu, unapata udongo ule pale kwa ajili ya kuanzishia miche, sawa au ndani ya greenhouse. Na option mbili hiyo, unakwenda watu wanakuja ni Watanzania wanalipa elfu ishirini na tano elfu thelathini unakaa una naye pale, unahamisha ile miche, unaenda siku na nini, unahamisha mpaka una ile kwenye open farming na greenhouse mpaka unavuna, unawaeleza kwa nini watu, kilimo cha umwagiliaji, kilimo cha mvua. Kwa hiyo kuna mafunzo watu wana, wanapenda. Kwa hiyo pia mtu anaweza akalipa elfu kumi elfu kumi na tano hajachukua zao lako, amekuja tumemwacha, hizi ni ndizi, hii ndimtwike, hizi ndizi sukari ni hii, tunafanya hivi Ma... so there are many opportunities cha kufanya ni kukaa na ku enjoy ziwe nyingi, tunakaribisha. Mimi sina wivu, sawa, mimi na enjoy yangu, lakini enjoy hata ziwe mia, issue ni watu wapate, eh, right information, wapate connection ya hapa na nje. No, naona tufikie hata kwenye treni. Pale kuna matangazo ya milima, kuna matangazo, imilima, kuna matangazo ya nini, anaweza kufanya, tuongeze activities. Kuna nyimbo Waluguru kwa, kwa ngoma siku kama amaasikia ana na kuna jambo culture kama kunemwa us kunemwa Waluguru bwana kuchezwa mtu ile pale bwana yani bwana watu hatata, hata changa kwene ada lakini kama mtu ananema mwakani wanaanza kuchanga sasa hivi. Kwa hiyo zile ni, ni, ni mira ni nzuri hatukatai, umeona? Songe sio zile mbaya za kukeketa nini, lakini mira ni watu ambao hawana historia au hawana tradition hawana culture sio watu wenzetu hata wako nje, lakini wana desturi zao mila, na sisi pia tuzikuze. Kwa hiyo watu waje wapige ngoma waenjoy, wasikae na wananchi wajue kama wanaishi kuna mila, ukitaka kuoa ukitaka kufanya nini ukitaka kufanya nini. Kwa hiyo yes, hiyo ndio vitu ambavyo naona mimi ni fursa. Umezungumza ukaribu wako na ushiriki wako pamoja na watu wa bonde la Wami Ruvu. Kumekuwa kuna kawaida kwa sisi wananchi kuingilia uh, vyanzo vya maji kwa ajili ya kufanya shughuli zetu za kibinadamu. Ukiwa kama barozi wa mazingira, natamani useme jambo kwa ajili yao okay. Uh, ili swala eh, lugha tu tunapishana kwa sababu wananchi wenye wanawekaa kwa maeneo ya vyanzo vya maji ndio walikuwa wamiliki ndio watunzaji, lakini sasa inapokuja kwa upande wa serikali rasmi, nao wanapewa majukumu. Sasa of course, wakati mwingine anaweza kutokea mgawanyiko au, lakini uzuri kama wamebonde Ruvu wanakuja kuongezea, hawaji kuondoa. Kwa mfano ile ile tuliyokaa, wana uwezo wa kuzuia, wakasema. nadhani kipindi cha Abeti Msando, mkoa mkolaya, walizuia kabisa utalii wa wana wanaharibu vyanzo vya maji. Haya maji yanaenda kunywesha watu laki moja, inaongezeka na ile amindo, lakini hii yenyewe watu laki moja wanategemea hapa. Kwao wakasema hapana watu wasiguse ya maji wasinini, nini lakini kwa kwa wakaa upande pili wa Kanga, lakini kuna utalii na a wananchi, tunataka watunze misitu yao, tunataka wapate njia mbadala. Sasa tunafanyeje? Kwa uzuri eh, taasisi kama kama wame bonde Ruvu wanakaa wanafanya kazi na serikali ya mtaa, kama wako tayari sana kufanya kazi na watu wote, kwamba cha msingi ni elimu, wao wenyewe watunze vyanzo, lakini kuna njia nzuri tu, mtu kugusa ya maji haimaanishi kwamba amechafua ila kama unakuja kitu kingine umekuja na vinywaji vyako vya kula siyo nini, ukakontaminate hapa, basi sio vizuri, lakini nadhani hata nchi zoyote yenye mito wanatumia. Kwa hiyo ni swala la kuelimishana matumizi, lakini unajua, swala la kilimo ni kweli kwamba watu walikuwa wanalima mpaka pembeni ya mto, of course, kusema maji kwa karibu, udongo mzuri kwa pale, lakini wanafanya kazi sasa hivi kwamba ndio hiyo sasa, kilimo mbadala wame bonulufu, so kwa hiyo wamebonduruvu sio kwamba wanakuja, oh, tunakataza watu wasitumie maeneo Hawaendi hivyo kwa sababu kwanza itabidi upige fence hapa mpaka wapi, miti uko mingapo, ni mibonde. Kwa hiyo wanakaa, tunaelimishana, wao wanakaa na wananchi, wanaweza basi, jamani, na miche hapa, pandeni mikarafuu pandeni. kuna vitu vya kupanda. Kwa hiyo tukipanda miti kwenye mabonde yetu yote, miti ambayo itakuwa inavunwa, miti inabaki, lakini watu wanavuna, basi wananchi watakuwa wanapata fursa, kwa sababu sidhani kama aebondeu a kuendesha biashara hiyo ila pandeni mule miti abcd fuateni taratibu abcd. Kwa hiyo ndo wanachokifanya, kwa, kwa hiyo wanacho hata hapa tutaonyesha kuna miti tumepanda juzi, ni wao ndio wanashirikiana na wananchi, kwa hiyo ni kuwatafutia tu matumizi sahihi, sio kukataza. Ukikataza e, watu nao wataona e, utakuwa mnashindana, lakini hapana. Kumbe ni elimu tu. Pandeni miti, tumieni miti, mnakuwa mmetutunzia mazingira, tunafanya kazi pamoja. Shukran sana, sisi watu wa nishati safi Una, kuna jambo umezungumza hapo, wamesema anapenda sana watu ambao wanajihusisha na swala zima la mazingira. Natamani useme kitu kwa ajili yetu, ushiriki wako wewe kuhusiana na sisi watu wa nishati safi. Yeah, kwa hiyo okay, kwanza nimefurahi sana kuona, maanake ni geni kwangu Tausi. E, jina Tausi kama mnavyojua ni mnyama anavutia sana, ni mnyama wa taifa, ni mnyama wa rais nadhani wa Ikulu. Yani kama naye kuna shida, kwa hiyo kwanza yeye mwenyewe anatunzwa lakini inaonesha when you see beauty is not just in the eyes yani, beauty ni, ni, ni kwamba kama hivi mazingira, ina maana Tausi na haya mazingira. Kwa hiyo na nyinyi kwamba mnasema ni shati mbadala au ni shati -safi. safi clean energy na nini, nadhani na ni muda wake. nona kama tulivyosema, kutaka kutunza mazingira, ina maana tutumie njia mbadala, badala ya kuni, mkaa. Labda tunaweza tukafua umeme, labda kuna jenereta ndogo ambazo ukifunga hapa haiharibu mazingira lakini yuka, wa, nyumba mia, mia na ngapi akapata umeme, au kuna community center, au nini. Lakini kama mtaleta gesi watu wakatumia waka gesi, wakatumia solar energy, nadhani zote hizo nishati ni, ni, ni uh, safi. Kwa mimi nasema kwamba karibuni sana, tuko tayari kuwapokea, niko tayari kuwa mwenyeji wenu kwa sababu mimi mwenyewe ni mwenyeji, naelewana na watu wa huku. Kwa hiyo ni daraja, naona tufanye kazi kwa pamoja. Kama nilivyosema hata ningekuwa injio mia wote, nafasi tunayo, kwa sababu wananchi na taifa kiujumla ndio kinafaidika. Hawezi mtu mmoja akatunza milima hii, inakwenda siyo hata mpaka wapi? Umeona? Kwa hiyo, jamani, tujumuike. Na mimi upande wangu nasema watu pia, angalia kampeni yangu inaitwa Stuka, mazingira ni uhai. Yaani, maana watu washtuke, wa sasa ni muda ni huu. Mazingira ni uhai wetu, kwa hiyo hata nyinyi. Eh, kampeni yangu nilipata wazo la kutengeneza how do you call it, platform. Nilianza kuunganisha eh, podcast na kurekodi, niwaite kama nyinyi, njoo nimwite, sijui si sense muite nani, ni wahoji, alafu mtu akija kwenye platform yangu, labda leo mtu kaja Morogoro au kaenda Arusha, nasema mi ni Arusha kwa ajili ya wiki moja, nataka kitu kinahusiana na mazingira, basi anakuja kwenye platform yangu, ataona Arusha pale, kuna enjoy hii hii hii ambayo inaendana na mambo yake yeye, basi atachagua, atashiriki na activities. Kwa hiyo mtu atakuja Morogoro atajua, ah, okay, kuna Tausi, mimi I'm very interested in renewable energy, maybe I want to sponsor or I want to know more about I want to participate. Atakuja platform yangu atakutana na nyinyi. Basi, kwa hiyo hicho mimi ni daraja e, kwa hiyo watu wasiogope, mimi si compete, mimi nataka kwamba information iende, hiyo information nisaidie watu wapate the right information, that is it. Tukushukuru sana Mwisho Mwampamba, umekuwa na wakati mzuri sana na sisi Tausi wa nishati safi ya kupikia. Mmetupokea vizuri sana, tumejifunza vitu vingi sana na watazamaji wetu wamepata vitu vingi sana kutoka hapa. Asanteni sana, karibuni na msisahau kumpitia na Fandesere yeah. Ma, na mazingira, mwenzangu, balozi wa mazingira mchekini makenea na madini mengi sana na ni hazina ya Morogoro pia. Shukrani sana, tunaelekea huko Watazamaji wa Tausi wa nishati safi, bado tuko hapa katika mlima huu wa Uluguru. Kama ambavyo unaona maporomoko ya maji, mazingira jinsi yalivyo, lengo letu ni moja tu, kukupatia elimu namna gani mazingira yetu yanapaswa kutunza ama kutunzwa kwa ajili yetu na vizazi vijavyo, kama ambavyo wazee wetu walitunza sisi, tumekuta na sisi tutunze pia kwa ajili ya vizazi vinavyokuja.